Kuna faida tulizozipata kutokana na muungano huo. Kuna msemo wa Kiswahili unaosema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Umoja ni nguvu kwa maana nyingi, yaani mkiweka pamoja nguvu za, za, wa, za watu wengi zaidi ya mmoja, mnaweza kupata matokeo makubwa zaidi kuliko mtu mmoja peke yake. Halikadhalika kwa upande wa nchi na mataifa mkiunganisha mataifa mawili nchi mbili, na mataifa mawili, nguvu yake inakuwa kubwa zaidi, inakuwa ni kubwa zaidi kuliko, kuliko nchi moja inafanya juhudi za peke yake. Basi faida kubwa tuliyoipata ni kutokana na nguvu hiyo kubwa ya pamoja tuliyoipata katika kupanga mambo yetu katika, ya, ya, hasa mipango ya kiuchumi katika, katika ku imarisha na kuongeza mapato yetu ya kutuwezesha kutekeleza mipango ya maendeleo. Hiyo ndiyo faida kubwa tuliyoipata. Umoja ni nguvu, yani kukuja pamoja kunawapa nguvu kubwa zaidi kuliko, kuliko nchi moja moja peke yake.